Yes. Unamsikiliza Sospeter Jafet Ndabaha kwenye dakika tatu za uongozi. Moja ya nguvu ambazo hazipaswi kukosekana kwenye moyo, kwenye akili na kwenye, kwenye, kwenye, kwenye roho ya kiongozi ni nguvu itwayo nguvu ya kuamini inawezekana. The force of believing it is possible. Moja ya kitu kinachomtofautisha kiongozi na watu wengine, moja ya kitu ambacho kinakuja kuweka a clear mark, mstari unaoeleweka kwamba huyu ni kiongozi na huyu sio kiongozi. Anaweza kuwa ni kiongozi lakini, kwa sababu ya huo mstari, kwa sababu ya kukosekana kwa nguvu ya kuyaamini mambo yanawezekana, basi anaishia kuwa average. Ni nguvu ya kuamini, nguvu ya imani, the force of faith, the force of faith. Imani, imani ni nguvu ambayo chochote ambacho kinasimama mbele ya mtu kimeshaisha kabla hajakianza. Imani ni nguvu ambayo inamfanya mtu aone mambo yameshakamilika hata kabla hajayaanza. Na hivyo huwaga anashikilia ukamilifu wa hayo mambo na sio changamoto zilizoko katikati au mwanzo wa kuyaanza hayo mambo. Ukiwa kiongozi ni lazima uwe na moyo hodari. Wa kuyaendea mambo kana kwamba yameshakamilika kabla hujaanza, na hii nguvu ndo alionayo hata Mungu alipokuwa anamfanya kila mtu kama kiongozi, anasema ni Mungu anayaita mambo yasiyokuwapo kana kwamba yamekwako, so he called things that are not yet as if they have already done. Kuna mambo hayako lakini unapaswa kuyaita, unapaswa kuyaendea, unapaswa kuyaanza kana kwamba yameshakamilika. Hii ni nguvu ya maana sana. Ukiweza kusimama kama mtu mwenye nguvu ya kuyaamini mambo Utafuatwa na watu wakikwambia, hebu tuongoze kuelekea upande huu. Kwa nini? Kwa sababu imani ndio inafanya mambo yawezekane, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, na imani inayalazimisha mambo, maana kwa imani yote yanawezekana. Imani haina dini. Imani ni nguvu ambayo ikipatikana kwenye moyo wa mtu basi atakutenganishwa na kuwa kiongozi wa mfano kwenye nyakati zake. Asante sana kwenye dakika hizi.